Mambo tano ya kufanya ukikasirika ili kulinda heshima yako. Hasira ni nguvu. Ikikosa mwelekeo, inakuangamiza. Ikipata mwelekeo sahihi, inakulinda. Kabla tujaendelea, hakikisha una subscribe kwenye channel yetu ya GR Hamasa Wisdom. Moja: nyamaza kabla hujajibu. Dakika chache za ukimya zinaweza kukuokoa miaka ya majuto. Maneno yanayotoka ukiwa na hasira hayarudi tena. Ukimya sio udhaifu, ni udhibiti wa kiwango cha juu. Mbili, ondoka kwenye mazingira yanayokuchochea. Usijaribu kushinda hoja ukiwa umejaa moto. Ondoka, pumua, badilisha eneo. Mtu anayejua kuondoka kwa wakati anajua pia kulinda heshima yake. Tatu, usijieleze kupita kiasi. Hasira inapenda maelezo marefu, heshima inapenda mipaka mifupi. Kadiri unavyoeleza sana, ndivyo unavyotoa nafasi ya kudharauliwa. Semeni kidogo, lakini kwa uzito. Nne, jiulize nikijibu hivi nitajivunia kesho? hili swali linakata hasira nusu. Kama jibu ni hapana, usifanye. Heshima yako ya baadaye ni muhimu kuliko ushindi wa dakika tano. Tano, chagua tabia, si kisasi. Kisasi kinashusha hadhi, tabia njema chini ya shinikizo inapandisha thamani yako kimya kimya. Watu wanaweza kushinda mabishano, lakini wewe shinda heshima yako. Kumbuka, mtu mwenye heshima hashindi kwa kelele, anashinda kwa udhibiti.